Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba uh, mchezaji au unaweza kumuita mnenguaji aliyekuwa uh, dansa wa Diamond Platinumz hapa anazungumzia da eh, mwanadada anan kwa jina la Angel Nyigu, Angel Nyigu bwana ameweza eh, kucheza ku, ku, ku, ku, ku, ku, nyimbo ya Harmonize. Ambapo uh, tunaona katika darasa lake eh, la eh, lamadansa la uh, tunaona ameweza kutoa burudani hiyo, na hii ikiashiria kabisa kwamba anapenda ana sana ngoma za Harmonize na pia ameifanya uh, me too uh, kuicheza katika staili nzuri. Sasa tunaona hii ilikuwa ni moja ya video kimonyesha ikimonyesha uh, mwanadada huyu Angel Nyigu ambaye ameondoka katika lekolebwasafi na kujitegemea yeye, pia kuweza kufanya mambo yake ya sanaa, ameamua kuonyesha kipaji chake na kuweza kucheza e, nyimbo ya Harmonize. Kitu hiki kinaashiria kabisa kwamba anapenda jinsi e, ambavyo ngoma hii imeweza kuwakosha wengi, lakini pia kama unavyojua ni, e, ni hit song na ameweza kuitendea haki akiwa na eh, akiwa na wadau wengine wakiwa wanamtazama pale, na kama unavyofahamu Angel Nyigu alisainiwa katika lebo ya WCB kama dancer, lakini baadaye akaamua kujiongeza na kufanya mambo yake e, pasipo e, kushirikiana na Simba, ambapo ameamua kuachana na Diamond, na pia ameamua sasa e, kufanya e, kazi zake mwenyewe kama dansa, na amekuwa akifanya safari tofauti tofauti duniani. Sasa kitendo cha Angel Nyigu kuweza kucheza ngoma ya Harmonize kimeweza kuibua maswali mengi kwa mashabiki mbalimbali mbali, ambapo wengi wanaona kabisa kwamba e, Harmonize kuna kwa mmoja ama nyingine, ameweza E, kurudi katika form. Lakini kingine ni kwamba imeweza kumfanya kuwa karibu na hata wale maadui zake ambao wanaonekana e, kuwa e, mbali naye, ambapo nikukumbusha tu ni kwamba e, Nyigu, wakati akiwa katika rekodi ya Wasafi, wote walikuwa wako chini ya Diamond, walikuwa hawampi airtime yoyote Harmonize, bali wamekuwa wakienda tofauti naye, au sio? sasa kituo kimoja cha redio cha, cha na runinga wameweza kutoa taarifa hii ambapo uh, wanasema nyimbo ya mitu inaendelea kupata mapokezi makubwa kwenye kiwanda cha muziki ndani na nje ya bara la Afrika, huku namba zake uh, zikiendelea kuwa kubwa kupitia digital platform mbalimbali, ambapo uh, tunaona uki, uh, ukiswipe unamuona Engo Nyigu akionyesha uwezo mkubwa wa kucheza kwenye wimbo wa Me Too. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni moja eh, ya kitu cha eh, cha kuvutia sana, kwa sababu eh, tunaona huyu eh, Angel Nyigu ameweza eh, kucheza ngoma ya Harmonize na Abigail Chams kuonyesha kabisa kwamba eh, yeye ni damdam dam. Ni timu konde na anacheza nyimbo yoyote ambayo inafanya vizuri eh, katika label hiyo kwa sababu ni kukumbushe tu ni kwamba unajua adui huwa harithi. Kwa hiyo kuna mmoja ama nyingine amekucheza ngoma ya Harmonize kwenye shabiki kwamba ana support pia kazi Harmonize. Kwa hiyo kitendo hiki kimeweza kuibua mashabiki uh, wa Konde Gang na kumuona ni mmoja ya mtu ambaye pia ame support eh, kazi ya Harmonize kwa sababu ukiangalia mtu imeweza eh, kufanya makubwa na kushikilia eh, Yani kushikilia namba moja katika digital platform mbalimbali kwa mfano iTunes, Boomplay, uh, lakini pia Spotify, lakini pia katika upande wa YouTube imeshikilia namba moja uskani kwa muda mrefu sana. Una maoni gani kuhusiana na Angel Nyigu kucheza nyimbo ya Harmonize pamoja na eh, na Abigail Chams? Dondosha maoni yako kisha na subscribe.